Unaweza kuwa ni mtoto wa kifalme na bado unaishi kitumwa kama watumwa wengine wa tu. Angalia, tukiangalia kwenye e, habari ya mwana mpotevu baada ya kuwa amerudi kutoka huko alikokuwa, mambo ambayo yalikuwa ni magumu, akaamua kurudi kwa babake kutubu. Eh? Babake akampokea, akamchinjia vinono, akamvalisha vizuri Eh, tunaona kwamba mtoto ambaye alikuepo siku zote na babake akifanya mambo yote na kusimamia kila kitu akaona wivu kwamba kwa nini huyu ambaye alichukua mali kaenda kutumia huko mali vibaya, amerudi alafu anapokelewa kwa shangwe na kwa furaha, alafu anachinjiwa vinono, anavalishwa ala, vizuri. Alafu mimi ambaye nakaa hapa nafanya kila kitu naonekana kama sina maana. Babake akamwambia kwamba, mwanangu kila kitu ni cha kwako. Yaani kila kitu nachokiona hapa ni cha kwako wewe. Unaona kwamba mindset ya huyu mtoto ambaye alikuepo siku zote nyumbani kwa baba yake ni kwamba kwa yeye alikuwa na mindset ya kitumwa. Yaani ni mtoto wa baba, ni mtoto wa mfalme, lakini anaishi kitumwa. Na hivi ndivyo ambavyo Wakristo wengi sana tunaishi kitumwa, akati sisi ni wana wa kifalme makoani, lakini <gulia> tunaishi kitumwa kwa sababu gani? Kwa sababu hatujitambui sisi akina nani ndani ya ufalme wa Mungu. Hatutambui haki zetu kwenye ufalme wa Mungu. Hatutambui majukumu yetu kwenye ufalme wa Mungu. Hatutambui tunatakiwa kufanya nini na nini tusikifanye kwenye ufalme wa Mungu. Na ndio maana tunaishi kama watumwa kama huyo mtoto ambaye alikuwa anaishi eh kwenye jumba la kifalme ni mtoto wa mfalme alafu anaishi kama mtumwa. Ndio maana anamuuliza baba yake, "Kwa nini huyu uliyempokea unamfurahia hivi na umemfanyia hivi wewe? Na mimi niko siku zote na hujawahi kunifanyia kitu kama hivi?" Eh? Ni sawa na wewe muamini. Umeona mtu ameokoka, amempokea Yesu Kristo, anapewa e, kuna nandian inabadala ya kufurahia mtu ambaye ameokoka unachukia. Kwa sababu gani? Kwa sababu ule unaona analelewa, malezi anayopewa ni tofauti na, na malezi ambayo unapewa wewe. Wewe wow, umeshakomaa tayari. Huyu e, atakiwa asaidiwe, alelewe, akuwe, afikie pointi fulani naye ya kuweza kujitegemea yeye yaani afike point ambayo yeye anakuwa na mahusiano imara sasa na Mungu kiasi kwamba hakuna kitu cha kufanya cha kumuumisha. Huwezi ukamzaa mtoto tu alafu ukamwacha idol. Bwana asifiwe sana. Na vile vile hata kama mtu alikuwa yuko mbali, licha kwamba mtu kama amekoka au hajakoka, alikuwa yuko mbali. Anapokuwa amekuja ni kitu cha thamani na ni baraka pia. Bwana asifiwe sana. Kama ni baraka maana yake mnatakiwa wote kufurahi kwa pamoja. Lakini unaposema kwamba kwa nini unafanya hivi, kwa alafu mimi nafanya hivi, maanake wewe ni mtumwa e? Yaani wewe ni, ni ni ni mtoto wa kifalme ambaye unameteta kitumwa na unaishi kitumwa pia. Kwao ubadili mtazamo wako na Mungu akubariki sana.